Gelson Msigwa, msemaji wa serikali akizungumza, lakini bado tuna mtazama tena hapa Gelson Msigwa, na hapa sasa anazungumza kuhusiana na, na uh, sakata la dabi dabi ambayo iliahirishwa, na yeye anaendelea kusisitiza kauli ya serikali. Sasa hivi amesogea ame, ame kidogo mbele, kwamba kama watu wanakwama waombe msaada basi eh? Hebu tumsikie kwanza Mkaraboko alafu utakuja utie neno kuhusiana na Gelson Msigwa uh, juu ya dabi Yanga, Yanga Simba ndio alikuwa mwenyeji Simba na Yanga ambayo iliahirishwa anasemaje? Uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na shirikisho la kandanda Tanzania TFF na vyombo vyake bodi ya ligi na kamati zake zingine, na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi. Litakapowashinda wakitaka li, lije serikalini watalileta, lakini kwenye uharibifu wa mali, sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama, ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa, tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakavyopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi nani hakuwa sahihi, mkawaulize wao, ndio watakuwa na majibu na jambo hili. Lakini sisi kwa sasa serikalini, bado tunaona ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa na shirikisho la kandanda Tanzania huyo ni msemaji wa serikali Gelson Msigwa anasema wao wana imani kwamba TFF na wadau wake watalimaliza jambo lao, uh, kwa sababu mpira uingiliwe na serikali, lakini ameweka uh, amefungua nafasi kwa, kwa, kwa, kwa kwa TFF, kama litawashinda wanaweza ku, kuomba msaada. E, nadhani pale ambapo kama watashindwana kwenye taratibu za kikanuni na utawala wa mpira basi wana haja ya kukutana utawala wa serikali mm. Kwa maana ya kuangalia pande zote nini wakae, tukuwa tukisema ni swala moja, maeneo ambayo wanavutana na TFF na Young Africans mm. ni hawa kutazama sheria au kuangalia utawala TFF mm. ndio wenye mpira wao, sio kabisa, lakini Young Africans wanahoji kanuni zinazosimamia mpira TFF wanaona ziko sawa sawa, lakini ukiangalia okay, ya nafasi yao ya utawala, ndio maana zikoona hata matamko au maelekezo yao mengi yamejikita katika sura ya utawala sasa mm. Young Africans wanajai kujikita kuni, kwenye kuni haki zaidi, lakini yote ya maeneo yanategemeana. Kwa hivyo ukitaka sheria sana peke yake, kuna maeneo utawala una nafasi; ukitaka utawala sana peke yake, kuna eneo utakinzana na sheria. Lakini ukitazama kwa jambo lilivyotokea, linahitaji sana busara za masikilizano, kwa sababu tayari dosari imeonekana kila upande taka kuona upande mmoja uko sahihi na mwingine uko sahihi kutazalisha manunguniko ambao kila mmoja atabaki na mtazamo ambao unawezius sawa. So, tuna, tumesikia tuna kauli ya serikali, na hii sio mara ya kwanza, walishasema huko nyuma na wameendelea kuweka. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Rais wa shirikisho la kabumbu Tanzania wale skaria na kubwa tulimuuliza kuhusiana na nini ambacho kinaendelea na kauli uh, za watu mbalimbali kuhusiana na bodi uh, wajiuzuru viongozi wao kama TFF wanasemaje, kwa sababu alivyotua tu kutoka Cairo, Misri pale, alisema watu wanauchezea uchezea u mpira wetu wa Tanzania na yeye eh, kama rais hayuko tayari kuona mpira unachezewa chezewa. Tumeshafika mbele pakubwa, tunataka kurudishwa nyuma. Sasa nikamuuliza alikuwa anamaanisha pamoja na dabi hii watu wameichezea chezea. Kwa hiyo rais, yeye aliweza kuzungumza nasi na tumsikie, kwa kauli yake kwenye yale ambayo aliweza uh, kuyatoa kwa siku hiyo uh, kwa sababu kile vinafanyika ni vitu vya kitoto vya kijinga, vinataka kutujaribu au vinataka kukuamasha mpira wetu. Nasema na tutakuwa masini, lakini pia tutakuwa wakali sana kuhusu kuhakikisha kwamba angalau na kijinga nyingi vitokee. Kama watu wamechoka kucheza mpira, basi wakaendelee na sinema zao, lakini sema kweli kwenye mpira wetu wsikuhizi Alafu pia wasifananishe au wasiunganishe na sisi. Tunajua tunafanya nini na tunafanya kwa mujibu wa kanuni na taratibu zetu tunazokuelekeza. Bodi eh, ni chombo ambacho kiko chini ya TFF lakini ne, ziko kauli hapo zilikuwa zinazungumzwa sana kwamba viongozi wa bodi waboi wajiuzuru eh, kamati ya sasa bila mbili jiuzuru. Tukawa tunasema kwamba mwenye mpira hapa ni TFF. Hata serikali walipoulizwa wakasema, sisi hatuwezi kuingilia masuala ya soka, masuala ya soka yako chini ya TFF, waulizwe TFF. Sasa nikasema kwa sababu nimepata bahati ya kuzungumza na wewe, unaweza kutusaidia hapo, watu wamekuwa kama wana wanawashambulia eh, watu ambao wako chini yako. Mimi nasema taratibu zitafuatwa, si na tuziache, si zifuatwe, lakini huwezi kusema bodi ijiuzuru. Hata wanaosema wajiuzuru wawambie na viongozi wao, je, wako sawasawa? Hawastahili kujiuzuru? Lakini kila watu wanaenda na taratibu zao. Taratibu zipo na bodi yetu inafanya kazi kwa mujibu wa kanuni. Mimi nazungumza kwamba tusisemeane, kwa sababu kila mmoja tukimfuatilia basi wengine pia hata kazini tawaambia waache kazi, kazi, kwa sababu hawafanyi kazi zao kama inavyopaswa, lakini tuyaache hayo kwa sababu yanashughulikiwa na yatafanyiwa kazi na yatakuja kuzungumza ku, ku, ku, ku, ku, kama ambavyo wenyewe bodi wameacha sawa. So, ilikuwa ni tarehe nane, leo tarehe kumi na sita la, uh, siku nane zimepita, labda mtu aeza kanajiuliza mbona muda unakwenda? <coughs> <na isi. tos> ndio

Leo tunazungumzia ni tarehe kumi na sita, siku nane kama jana. Wamemaliza kazi, wametoa muda mrefu, lakini umemwona rais kidogo akawa mkali, bwana bana. Uh, ujanipigia simu tuzungumze hayo. Uh, lakini amesikika kwenye kauli za awali kuhusiana na, na wale wote ambao walitaka bodi na viongozi wa bodi na kamati ya saa sabini na mbili wajiuzuru yeye. yeah, anasema wao pia wajitathmini, wao wajitazame na viongozi Wawo wao. mm -hmm. Mimi namtazama kwamba Rais Karia mkono wa mgonjwa kwa uchomua drip sasa, mtu mm -hmm. yuko zofuli hali, unachomua drip, manake unaongeza tatizo unajua mm -hmm. kwa kauli yake na yanaweza kawa sehemu ya tatizo kwenye bodi ya ligi mm, kwa sababu wale walio lalamika wamelalamikia kanuni wamezipeleka TFF ambao kwa nafasi ilikuwa TFF wazipitie wafanye maamuzi. Sasa kwa haraka haraka, ukirejea ni sasa sana, mtu anayekuletea malalamiko na yeye unaniambia ustahili kulalamika kwa sababu na yeye unalalamikiwa, anacho unachoangalia ni yale malalamiko yaliyofika mezani, hilo la kwanza. Lakini pili, uh, yeye kaletewa malalamiko ambayo yapo na yeye ndio kiongozi wa mpira wa mwisho kwa nchi mm, kwa maana kwamba nilikuwa nataraji kusikia kutoka kwake baada ya yale malalamiko kuyasikiliza na kuangalia pande zote mbili na kutoa maamuzi angesema, lakini kuanzia siku ya kwanza tu yeye ana maamuzi kichwani na hiki anachokisema. Na ukioje, kwa nini siku zimechelewa? Maana yake kwamba TFF, pengine hawashughulikii hili, wanasubiri dabi chetu. Sasa tayari hapa ni kuchomoa drip kwenye mkono wa mgonjwa, sababu wanaolalamika wameweka mpaka maazimio, wakiwa wanakosa imani na bodi Mm. Ili uthibitishe kutokuwa nao imani na, na bodi lazima mkae chini mwelizane, hoja zao zinafia wapi ama zina mashiko wapi na zina mapungufu wapi, na ile mkalaboko. Na ni kama nimemwelewa rais wa TFF, kilichomkwaza yeye ni watu kuwataka viongozi wa bodi wajiuzuru. Kwani nyinyi viongozi wenu wa vilabu hawafanyi wa makosa huko mwanze yani? na wao hawajafanya wao, wao, makosa? Hii dabi sichezwe kwa sababu dabi dabi haijachezwa Hawa Simba na Yanga hawajafanya makosa? Nyinyi, kwa nini mnakimbilia bodi wajiuzuru? Kwa nini msiseme hawa viongozi wenu kama ni Simba kama ni Yanga, kwa nini msiwaseme hawa viongozi wenu wamefanya makosa ya mapungufu. Yeye ni kauli ambayo pia inaongeza utata kwenye ndani ya ligi kwa sababu mm. Sisi tunachotakiwa kushughulikia matatizo vile inavyowezekana kadiri yanavyojitokeza. Sio kukataa matatizo kwa sababu yapo. Maana yake hapa ni kama rais anataka matatizo tu atazame tofauti. Na maana ukienda mahali, ndio maana nikasema huwezi kutoa haki kwa mtu tu kwa kuwa anayeona nadhani anapoteza haki za watu wengine. Hilo ndio eneo ambalo tunaleta mm. utata kwa kweli. Uh, tatizo lipo na lilitakiwa lishughulikiwe kama tatizo, sio kuliacha tu kwa sababu tuna matatizo mengine. mm. Ndio kauli yake nilivyoielewa, ndio nikasema kwa kauli yake. Naye Rais Karia ni sehemu ya tatizo la bodi ya ligi sasa, maanake yale yanayolalamikiwa kumbe yapo, ila tuyaache mm. kwa namna ambavyo amezungumza. Kwa hivyo kiuhalisia, kwa namna tulipofikia, tunahitajika tupambane sana kupunguza matatizo ili tuwe bora, sio kupunguza matatizo ili tuonekane tunakuwa bora. Tutakuwa twendi na haya kila siku, watu watauliza tu na watu kila siku watahoji maazimio matatu kwamba bodi sisi tutakwenda kasi hapa kitokea ni rais au akaenda kasi kuhusiana na kauli ya uh, rais wa TFF Wallace Karia uh, mimi nilikuwa na waza vingine mm, pengine ile kauli yake aliyoitoa uh, ni ya kufundisha kwamba uh, sehemu nyingine za ofisi mwe mnafanya hiki mwe mnafanya hiki, lakini uh, kauli yake inaonekana uh, mashabiki wadau wengi wa soka uh, wameelekeza kwamba Kalenga uh, Eh, klabu fulani fulani kaegemea huko eh, sehemu fulani eh, pengine Zuberi George kwako, anyway fungue tu eh, watu wengi wanaona wamepigwa. Yanga, Yanga Africans mkaraboko, tunakosea tukisema hivyo, kwa sababu kwa sahihi waliotoa mazimio ya ku eh ya bodi ya ligi ni Yanga Africans, ndio ambao wametoa na imani na bodi ya ligi ni Yanga Africans kwa lolote, hata ingekuwa hukumu ambao angekuwa athirika ni Yanga African, Africans kwa kauli yoyote dhidi ya msimamo wa TFF ama bodi ya ligi kuhusiana na kile kilichotokea, maana yake moja kwa moja unawataja waathirika ni Young Africans. Kinacholeta shida ni kwamba kauli imetolewa kipindi ambacho madai yako mezani TFF. Unajua ni sasa, na mtu ametoa hukumu bila kuisikiliza na kuandika na kusikiliza watu. Mm. Ndio maana hiki kitu kinaleta mkanganyiko. Kwa maana imekuaje sasa? Kama tumepeleka madai meza hiyo hiyo, alafu meza haijakaa, tayari lishatolewa tamko, maamuzi yametoka kwa wanaonekana kwamba hawajasikilizwa kwa pengine ikaharakisha yale madai ya kweli ya Yanga kwamba TFF atusikilizi bodi ya ligi kuna upendeleo. Kabla hata hawajakaa kutusikiliza wameamua, kwa sababu yale malalamiko Yanga wameyaelekeza TFF, si bodi ya ligi tena. Mm. kwa hiyo iliko TFF wasikilize sasa aone kipi kinafaa ndio kuja nayo majibu. Kwa hiyo ni kama hukumu imetolewa mapema kabla ya watu kusikilizwa. Ndio maana unaweza kuona hiyo hali ya taharuki kwenye fikra. Na upande wa pili Simba wamefurahi sana. Mm. kwa maana nae Tulichokuwa nasema. Yes. Kwa hiyo unaona tena, ndio yale ndio nasema, yani nikaenda kuchomoa drip kwenye mkono wa mgonjwa sasa mm. Pale unaenda kuongeza tatizo lingine. Tatizo na kujaji ni kudhani kwamba dhana ya Yanga kwamba sisi hatupendwi ama sisi tunatengwa kwenye bodi ya ligi na TFF inaibukia hapa, haina maana kwamba wangesikilizwa alafu maamuzi yangetoka kama haya, watu wangeamini kwamba walishasikilizana ndani, hiyo ndio eneo ambalo pengine mgunduzi unasema mm. na iko wazi. Kwa hiyo Mwafrika ni ng'afrika, sio ndio? Ndio kwenye madai Bwana afisa habari wa wa zamani wa klabu ya Yanga uh, Jerry Muro ambaye pia ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Okay, kumbuka kwamba hili uh, jambo amekuwa analizungumza sana. Tunaweza uh, tukasema kama vile alikuwa anafanya media tour hey, uh, kuzungumza na vyombo vya habari mbalimbali hmm, uh, eh, na akionyesha sa... wazi kabisa yuko upande wa klabu ya Yanga eh, na yeye ni mmoja wa watu ambao pia alikuwa anasisitiza kwamba bodi wajiuzuru. Sasa mimi nikamtafuta kumwambia kumuuliza baada ya kauli ya Wallace Karia Msimamo wake ukoje, Jerry muro? Yeah, cha kwanza moja kati ya kauli ambayo tulikuwa tukiisubiri ni hii, tumekusha kuipata. Anapoongea Wallace Karia, maana yake inaongea TFF, na chombo kinachoongea ni chombo cha mpira kilichopewa dhamana ya kuongoza mpira wetu. Kwa hiyo kwa hiyo kauli ya TFF ni kauli ni, ni kauli ya Wallace Karia, na kauli ya Wallace Karia ni kauli ya TFF. Cha kwanza, kwa dhati ya moyo wangu ni mpongeze sana Wallace Karia kwa alichokifanya, amefanya jambo moja kubwa, jambo ambalo sisi wa Tanzania tunapaswa kumpongeza, kwa sababu kwetu tulikuwa tunasubiri mvua inyeshe tujue wapi panavuja, na kwa kauli ya Karia sasa tumeshaelewa wapi panavuja vuja. Kwa ambao hawakumsikia Karia, naomba niwakumbushe Karia amesema kabla ya kushiniki viongozi wa bodi wa jiuzulu ni lazima mtazame viongozi wenu ambao wao wanakosea kosea. Kauli hii ina maana kubwa sana kwenye mpira wetu wa miguu sasa, ni dhahiri viongozi wetu wa mpira wa vilabu vya Yanga na Simba, lakini nadhani kwa waliomwelewa, ameisema hii kauli akiilenga klabu gani haswa na kwa kauli ya Karia inaonekana basi huenda kuna mambo mengi makubwa ambayo sisi hatuyaelewi, na kwa kuwa yako mambo makubwa ambayo sisi hatuyaelewi, wale Karia ni kama vile ameanza kutupa jiwe gizani, na ameanza kutupa jiwe moja moja. La kwanza ni hili kwamba kabla amjashinikiza bodi ijiuzulu tazameni viongozi wenu ambao wao wamekosea. Hili jiwe la kwanza, lakini jiwe la pili ambalo tuna uhakika atalitupa ni jiwe la kuatia kitanzini wale wote wanaoonekana wanavuruga mpira wetu. Na kwa kuwa bado hatujasikia upande wa pili wa viongozi wetu wa mpira wa vilabu na haswa Yanga na Simba, mimi itoshe kusema: kama wale sikaria ameyaongea haya maneno kwa dhati ya moyo wake, basi liko tatizo kwenye mpira wetu. Sasa ni wakati wa viongozi wakuu wa hivi vilabu na haswa kimoja ambacho kimelengwa zaidi kwenye hivi, wajitokeze hadharani wajibu kauli hii ya Rais wa TFF. Kama ni kweli wanahusika kutuharibia mpira wetu, basi tuanze nao sisi Mwamsikia Jerimuro uh, na yeye anasema uh, kama limepigwa jiwe gizani hivi sasa. mm -hmm. Nawataka viongozi tena, hususan Wayanga, watoke wat, was, wasemee hili jambo manake. Sasa swala la Jerimuro nikimsikia bado, mm. Naye anatuacha kwenye fumbo kisema. mm -hmm. Watoke wajibu nini? Wajibu msimamo wa rais, mm -hmm. kwamba usichezewe mpira wetu. Mm. Sasa sasa mwarais kautoa wazi. Hadharani sichezwe mpira wetu, kama viongozi wenu wanasema wajiuzulu, waambieni wao wana madudu mengi. Mm -hmm. Yaani Rais Karia kaacha fumbo, Jerimu akaacha fumbo, viongozi wa vilabu wajibu nini? Mm -hmm. Kama kasema, tunataka kulikimbia tatizo kabla ya kutatua matatizo. Sisi, lipo tatizo katika mpira wetu ambalo kiliangalia ni kuwekana sawa katika utekelezaji. Lakini tunataka tulikimbia tatizo kwa kutaka kuwainisha matatizo. Mm -hmm. Haiwezi kuwa hivyo. Rais, Rais Karia kaacha fumbo, Jerry anaacha fumbo, sasa kiongozi wa klabu aje kujibunia. Yaani mimi nikimsikia Jerry Mulo nikawa karudi baada ya kauli ya rais, ni kama vile karudi nyuma unajua. Eh, sasa kilichotakiwa ni kama vile na yeye wa viongozi wake wa Yanga hawaamini. Uko sahihi. Kama nao, kama wananisimulia, ni bora tuelewe. Eh, unajua rais kalia naye kafanya tusielewe zaidi. Mimi nilivyomsikiliza kanifanya nisielewe tena. Kwa sababu kama unaweza kudiriki kwamba hao wana mapungufu yao, kwa nini usiwaambie wajuzu ni yapi hayo mapungufu? Kwa sababu yeye ndo rais kama hizo tu dira, unafikiri dira tutaipata wapi? Kwa watu wa mikoa, viongozi wa vyama vya soka mikoa ni ngumu lakini hawa viongozi wa kirabu watasema nini na wa? Mimi nadhani ilikuwa swala ni kukaa chini, kusikiliza kila upande alafu tuje na taarifa ambayo tulikuwa na subiri ya kamati mm -hmm. Sababu kamati kwanza katika mambo yote iliahidi inafanya uchunguzi. Uchunguzi wa kamati hujatoka, rais katoa msimamo sasa mm -hmm. Unadhani mm -hmm. kuna kitu hapo kitakachoendelea maana mm -hmm. yake tumekubaliana sisi tufumbiane mapungufu yetu ili tuendelee kulinda mpira kwa mpira yetu, tutakuwa naenda na dosari hilo nao ni tatizo ambalo tunalilea, lakini mimi nisikizo kwenye rais kutoa <tutu> msimamo ya, mazungumzo yetu ya leo uh, sio kama rais ametoa msimamo moja kwa moja. Yeye anachokisema <tutu> wakati jambo linaendelea kutatuliwa huko mm -hmm. kuna watu wanashinikiza viongozi wa jiuzuru, yani wakati jambo linaendelea kutatuliwa, kuna watu wanashinikiza viongozi wa jiuzuru. Yeye kama rais wa mpira hapo ndo amechukizwa, yani kwa nini hao wa jiuzuru wakati ili jambo linaendelea kutatuliwa akaenda mbele zaidi akasema, wakati mnaona aw wana makosa wa kwenu huko hayo makosa ee, yani mpaka anafika kusema hivyo. Kwa nini, wakati mshapeleka malalamiko yenu ama chombo husika kinafanya kina, kina, kina uchunguzi, nyi mnakuja tena na maazimio kwamba hao wanaofanya uchunguzi hamna imani nao, wajiuzuru. Hicho ndo kinachomuuzi rais kaabokoaaskake mwe, mwenyewe ilikuwa hayajibu kule kule kwake kwa utaratibu tu, kabla ya kuanza kutoa misimamo nje ya vikao vya majibu, sababu haya malalamiko ya viongozi